atahusika na kituo cha jirani zaidi cha afya. Kwa hivyo naomba tu nimwangalie mheshimiwa mbunge, kwanza nimpongeze kwa kupata fedha kwa ajili ya kujenga zahanati katika kata ya Bondeni. Lakini ni kuhakikishe tu kwamba tutafanya tathmini na kuona idadi ya wananchi kama ina kidhi vigezo na umbali. Na ikiwa itakidhi vigezo, kata hiyo itakuwa kimkakati rasmi na tutatafuta fedha kwa awamu kwa ajili. Kama kuna watu wanabaka watoto, wanafanyiwa katili watoto, wewe unaenda kuchukua 10% nikuhakikishia kia Mungu hiyo elfu kumi unaopewa huko haitakusaidia, ni alama. Ukiila ile, kesho unasikia mtoto anaumwa, matibabu teni imeondoka hiyo. Kwa hiyo wenye viti wangu ninawaamini, ni nyinyi ni watu wazuri, fanyeni kazi nzuri. Hey, ziko na nyingine pale hospitali ya wilaya ambazo hazifanyi kazi, sichukua leta hapa, sindio? Lingine ni bima, mi naomba jitahidi ili watu wanapotumia bima hapa waweze kupata huduma ya bima. Zahanati hii inatarajiwa kuhudumia wananchi wa kijiji cha Lerai na vijiji vya, vya jirani ndani ya kata ya Bondeni. Zahanati hii ni msaada mkubwa sana kwa wanajamii kwa jamii ya kijiji hiki na vijiji vya jirani. Zahanati ita itaongeza uchumi wa wananchi kwani itapunguza gharama za kutembea umbali mrefu kutafuta huduma nje ya kijiji katika utoaji huduma